Mfupa uliomshinda Barcelona umekuwa chakula kwa PSG hapo jana kwenye usiku wa UEFA, tarehe 31 mwezi wa tano mwaka 2025, ida saa nne kulikuwa na mtananga wa final kati ya Inter Milan kutoka Italy na PSG kutoka Ufaransa, huku vijana wa Simone Inzaghi wakaanza na mabeki watatu viungo watano na washambuliaji wawili, yani 3-5-2, huku mabeki watatu wakiwa ni Pavard na viungo viunuwatao akiwa ni iar Italia na Barella, huku masrika akiwa na Marcos Thuram na Lautaro Martinez, huku vijana wa Luis Enrique akianza na 4 3 yani 4 3, akiwa na mabeki wanne ambaye ni Ashraf Hakimi Nuno Mendes, William Pacho na Makinyozi Uvingo wakati watatu wakiongozwa na Vitinha, Fabian Luiz na John Neves. Na juu utatu wa juu mtakatifu ikiwa ni Dui Dembele na Kutselia. Paka mchezo unakwisha. PSG akiwa na ushindi wa mabao matano kwa bila, huku bao la kwanza lilifungwa na Ashraf Hakimi dakika 12 akipokea pasi kutoka kwa Dui. Dakika ya 20, Dui anaingia kambani akipokea pasi kutoka kwa Osman Dembele. Paka hapo tunakwenda Kipindi cha pili kinarudi, Doi anafunga bao dakika 63 akipokea pasi kutoka kwa Vitinya, na baadaye PSG wanatangazwa kama mabingwa kwa ushindi, ni matokeo ya kuumizwa kwa mashabiki wa International Milan. Wakati mchezo huo unatamatika, mchezaji bora wa mchezo alikuwa ni Dui ambaye alifunga mabao mawili akitoa assist moja na akipiga pasi za macho pasi tatu na akiwa na rating ya 9.6 katika mchezo huo wajana. Wa jana uwanja wa Allianz Arena umeendelea kuweka historia yake ya kutoa mabingwa wapya ambapo mwaka 1979 bingwa alikuwa ni Nottingham Forest na mwaka 1993 Marseille na mwaka 1997 Dortmund na mwaka 2012 Chelsea akiwafunga Bayern Munich kwenye uwanja wa nyumbani na mwaka 2025 akitoa PSG kwenye uwanja huo. Kwa uwanja huo umeendelea kusaliti vilabu ambao wamewahi kutoa mataji hayo na kuendelea kutoa mabingwa wapya. Katika fainali hiyo ya jana umeendelea kuwa na historia nyingi ikiwemo historia ya kocha Luis Enrique kubeba treble kocha wa kwanza aliyefanya hivyo alikuwa ni Pep Guardiola akiwa na Barcelona na Man City, na Luis Enrique akifanya hivyo alikuwa na Barcelona na PSG. Na mimi ni Logan Liki, na hii ni Nine Sports. Toa maoni yako chini, umeonaje mchezo wa jana? Na PSG umewaonaje? Na nini maoni yako kuhusu finali ya jana? Usisahau pia kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa, ili uendelee kupata makala mbalimbali za michezo na historia za wachezaji. Asante, uwe na siku njema.